Harakati za mwekenda zina kuletea yaliyojiri wakati wa Kamati ya Kudumu ya Bunge ya Uwekezaji wa Mitaji ya Umma PIC walipokagua jengo jipya la ofisi kuu ya Wakala wa Vipimo WMA jijini Dodoma leo hapa ni mwenyekiti wa kamati hiyo Augustine Vuma akielezea jinsi walivyofurahishwa na ukamilishaji wa jengo hilo muhimu. Nimetembelea eh, mradi wa ujenzi wa jengo la makao makuu ya wakala wa vipimo Tanzania, yani Weight and Measures Agency, mradi uh, ambao kimsingi unajengwa hapa eh, Dodoma mradi ambao itakuwa ni ofisi za makao makuu eh, ya wakala wa Vipimo Tanzania, lakini pia na ofisi za mkoa wa Dodoma za wakala wa Vipimo Tanzania. Ni mradi mzuri na mkubwa um, ambao umegharimu eh, zaidi ya bilioni sita na umekamilika tayari na wakala wamekabidhiwa mradi huu rasmi na mkandarasi. Wana kipindi cha mwaka mmoja cha matazamio eh, ili waweze kuwa wamekabidhiwa sasa kwa ujumla na rasmi. Kwanza mradi huu umekuja kwa wakati, kuzingatia kwamba Watanzania kwa muda mrefu sana wamekuwa na changamoto eh, kwa muda mrefu historia wamekuwa na changamoto eh, ya kupunjwa ya kupunjwa eh, kwenye biashara eh, kwenye bi, manunuzi ya biashara mbalimbali kuanzia vinywaji lakini na, na, na vyakula ambavyo vinapakiwa viwandani na majumbani. Kwa hiyo changamoto hiyo mara nyingine imetokana imetokana eh, na, na sababu mbalimbali ikiwepo uduni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 dhidi e, ya watu ambao wamekuwa sio waaminifu e, wa kuwapunja e, e, Watanzania kwenye vipimo mbalimbali. Naye Katibu Mkuu wa Wizara ya Viwanda na Biashara, Dr. Hashiri Abdalla akielezea kuhusu mradi huo ambao uko chini ya wizara hiyo. Unavyofahamu, kuwezesha mazingira bora ya wafanyakazi kunapelekea pia utoaji wa huduma zilizo bora. Kwa hiyo tunamshukuru sana Mheshimiwa Raisi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 Ni mimi Richard Mwekenda wa Kamanda wa Matukio Online TV.